Mpendwa msikilizaji na mtazamaji karibu tena katika masomo yetu ya kesha la asubuhi. Ikiwa leo ni April nane, somo linasema hazina ya ukweli imefunuliwa: heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kitabu cha Mathayo tano na ule mstari wa sita. Tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kumezidi kuwa pamoja na sisi, ni muda mwingine tena masaa ya asubuhi, wana na binti zako tunakuja mikononi mwako. Tunapenda kujifunza neno lako, tunaomba uwe pamoja na sisi, tupate kulielewa na kulifanyia kazi katika maisha yetu. Ni ombi letu katika jina la mwana Yesu Kristo, amina. Wote wanaolipokea neno la Injili mioyoni mwao watakuwa na hamu ya kulitangaza. Upendo wa Kristo wa kimbingu hauna budi kuoneshwa. Wale waliomvaa Kristo watatangaza mambo yaliyowapata, wakielezea hatua kwa hatua uongozi wa Roho Mtakatifu na njaa na kiu yao ya kupata neno la Mungu na la Yesu Kristo ambaye amemtuma, matokeo ya kusali na kulichunguza neno na uchunguzi rohoni na maneno ya Kristo kwao yakisema, umesamehewa dhambi zako. Si jambo la kawaida kuyaficha mambo kama hayo, na wale waliojazwa na upendo wa Kristo hawataweza kuficha hiyo siri. Kwa uwiano wa jinsi Bwana alivyouruzuku ukweli mtakatifu, kiasi hicho hicho kitakuwa ni ile hamu ya kutaka wengine washirikishwe mibaraka hiyo. Na walivyoijulisha hazina ya neema ya Mungu, ndivyo neema ya Kristo itakavyotolewa kwao. Watakuwa na moyo wa mtoto mchanga katika uadilifu wote na utii bila kizuizi. Roho zao zitaonea shauku utauwa, na ongezeko la hazina za ukweli na neema zitaoneshwa kwao ili ziweze kutolewa duniani. Bohari kuu la ukweli ni Neno la Mungu. Maandiko Matakatifu, kitabu cha mambo ya asili, na kitabu cha uzoefu wa jinsi Mungu alivyoshughulikia maisha ya watu. Hapa ndipo hazina ambayo wafanyakazi wa Kristo wanaweza kutwaa mali. Katika kuchunguza ukweli hawana budi kumtegemea Mungu, wala si ujuzi wa kibinadamu ama watu wakuu ambao hekima yao ni upuuzi kwa Mungu. Kupitia kwa njia Zake rasmi alizoziyakinisha, Bwana atatoa uwezo wa kumfahamu kwa kila amtafutaye. Iwapo mfuasi wa Kristo ataliamini neno Lake na kulitenda, hakuna sayansi katika mambo ya asili ambayo atashindwa kuielewa na kuipenda. Hakuna chochote isipokuwa kile ambacho hakitamwezesha kutoa ukweli kwa wengine. Sayansi ya mambo ya asili ni ghala ambamo kila mwanafunzi katika shule ya Kristo anapaswa kutoa maarifa. Tunapofikiria uzuri wa viumbe na kujifunza mafunzo yake katika kulima udongo, katika kuotesha miti, katika majaribu yote ya dunia, bahari na anga, hapo tunapata kufunuliwa ukweli kwa njia mpya na siri kuu ya jinsi Mungu anavyofanya kazi na watu, kina cha hekima yake na hukumu kama zionekanavyo katika maisha ya watu. Hizi ndizo gala zilizojaa hazina, lakini ni katika Maandiko Matakatifu ambapo kumjua Mungu kumedhihirishwa zaidi kwa binadamu alianguka. Hiyo ndiyo bohari kuu ambamo kuna utajiri wa Kristo usiotafutikana. Ukweli wa ukombozi unao uwezo wa kuongezeka na kupanuka, japo ni wa siku nyingi lakini siku zote ni mpya, wakati wote ukimwonyesha mtafutaji wa ukweli wa utukufu zaidi na uwezo mwenye nguvu zaidi Bana.